Msimu wa tikiti, kula tikiti. Msimu wa chungwa, kula chungwa. Na msimu wa embe, furahia embe kabisa. Lakini kuna kitu kimoja, jifunze kula maganda. Jifunze kula maganda ya embe. Jifunze kutumia maganda ya ndizi. Kwa nini maganda ya ndizi? Kuna watu wana shida ya usingizi kweli kweli, lakini hawajui natural remedy ya kutumia kwenye upande wa usingizi. Anakula ndizi mbivu, akimaliza anatupa maganda Kumbe angeweza kuchukua hiyo ganda la ndizi iliyoiva akalichemsha kwa dakika tano, akaongeza na mdalasini na tayari akanywa, akalala kama mtoto mdogo. Na hivyo ni vitu tu vya asili, Mungu angeweka ameweka humo ndani. Kumbe presha hata ikiwa juu, iko na potasium ya kutosha, inayosaidia kubalansi uwiano wa sodium na potasium, na kunakuta tayari hiyo hiyo presha inashuka. Kwa hiyo tujifunze kula maganda ya maganda ya matunda tunayokula. Lakini kingine tujifunze kula maganda, tujifunze kula mbegu za matunda. Mbegu za matunda kwa mfano, mbegu za tikiti. Mbegu za tikiti zimejaa magnesium, ziko na zinc, ziko na iron. Sasa ukiangalia hivyo vitu vile vyote tulivyozungumza nyuma, kuanzia kwenye upande wa moyo mpaka kwenye brain, hata kwa mama mjamzito hata kwa kijana anayetakiwa kuwa na nguvu, vyote vinahitaji vitu zote ambazo tumetaja, magnesium, zinc, vinahitaji na iron. Sasa wewe ukikula tikiti piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Ukatema mbegu, yani ulichokitema ni 90% more na kile ungekipata kwenye rangi nyekundu. Kwa jifunze kula tikiti, jifunze kula na hii sehemu nyeupe ya tikiti. Ukiweza kama umeisafisha vizuri tikiti, hata ganda lake ukakula hiyo itakuwa imekusaidia vizuri.